Sasa tunakumbusha kila Jumatano huwa tunakuwa na mijadala hapa ya masuala ya uchumi na fedha, na leo hii badala ya saa mbili kamili basi tunafanya muda huu tukiwa tayari hapa na Janet Soka. Naam, uh, good luck, kama ambavyo imeeleza tuko na Janet Soka. Karibu sana Janet. Asante sana, na bila shaka tutafahamu mengi pia kuhusiana na hayo kubwa leo, tukigusia mambo ya uh, muhimu mm-hmm. hasa mfanyabiashara ambaye ambayo anapaswa kufanya mwishoni mwa mwaka ama ikiwa ni mwezi huu wa kumi na mbili kabisa. Ja, karibu tujuze kwa nini ni muhimu uh, kwa kwa mfanyabiashara kufahamu mambo fulani husika uh, kwanza kabisa mm, ni muhimu kwa sababu tuko kipindi cha mwisho wa mwaka na tunatazamia kupokea mwaka mwingine. Kwa hiyo ni vizuri kama mfanyabiashara uweze kujikagua, tunasema tunaendelea na kipengele cha tathmini uh, uweze kujua ulikosea wapi, ulifanya vizuri eneo gani, mwakani unakujaje, unaboresha nini na zile sehemu ambazo hazijakaa sawa uh, unapata mrejesho, lakini pia unakuja katika namna ya utofauti, ili usipoteze wateja, lakini pia uweze kuimarisha biashara yako kui iweze kufanya vizuri zaidi. mm -hmm. Mm -hmm. Na, na sisi hapa labda nikumbushe tu kwamba mm, watazamaji ni vizuri tukaendelea kuifuatilia Morning Trumpet ya sasa, segment yetu ya uchumi binafsi na maendeleo binafsi, kwa sababu uh, kwa mujibu wa Benki Kuu ya Dunia kwa tafiti ambazo walifanya mwaka elfu mbili na kumi na sita. Uh, walikuja na resolution recommendation nini kifanyike Tanzania na walizungumzia katika vitu vikuu viwili. Kitu cha kwanza walizungumzia uh, human capital uh, yani kiufupi ni kuongeza uh, uwezo wa mtu binafsi au watendaji wafanya kazi mtu binafsi, kuwa na uwezo wa kujijua we mwenyewe, kujua rasilimali zako na kuweza kuzifanyia kazi ili weze kuongeza kipato binafsi na ngazi ya taifa kiujumla, na jambo la pili walizungumzia miundombinu. Kwa hiyo leo hapa tunapozungumzia human capital tuko katika right track kabisa katika kuonyesha ni vizuri kuweka uwekezaji katika ngazi ya mtu binafsi kwa levu ya uchumi na taifa kiujumla. Kwa hiyo niwakaribishe watazamaji kufuatilia Morning Trumpet segment yetu ya uchumi na fedha, lakini hapa tuko mwisho wa mwaka sasa, hapo kuonyesha kuongeza ujuzi Uh, ubora na uzoefu katika eneo la biashara. Mtaji mm. Mm -hmm. So, wa watu mambo bayo yeah, wa watu. <laughs> <No, laughs> Sasa mambo uh, mm. Ni muhimu hayo. Yeah. Mambo muhimu ya kuyazingatia uh, kama mfanyabiashara especially mwisho wa mwaka uh, jambo la kwanza kabisa ni ukaguzi wa bidhaa, huduma na mali uh, unafanya ukaguzi wa bidhaa, ukaguzi wa huduma na mali ulizokuwa nazo kwa nini ufanye ukaguzi uh, kwanza kabisa uweze kufahamu una kiasi gani cha mali mpaka sasa hivi, mzigo ukoje, ni bidhaa gani zilitoka vizuri, zilienda safi kabisa, na bidhaa gani hazijaenda vizuri. Na hizo ambazo hazijaenda vizuri sasa hivi unazo, ziko stock, ha? ziko au kuna mahesabu kidogo nyingine zilipotea? Ni vizuri vyote uweze kufahamu, zile zilizopo unaziuzaje E, unafanya punguzo la mwisho wa mwaka unazitoaje, ili uweze kuongeza mpya mwisho wa mwaka, lakini pia ufahamu kwa nini hazijafanya vizuri. Ni watu hawahitaji au mfumo wako ambao uliutumia katika kutafuta wateja? Kwa hivyo ni vitu vyote muhimu uweze kuvifahamu, ili mwakani uweze kujua unakuja katika namna gani. kwa, hapa zinakuwa zile, uh, bidhaa ambazo inawezekana zimesalia sasa, yeah, zimesalia. kwa ukiweza kufanya sasa ukaguzi wa bidhaa na huduma ulizokuwa nazo yani, unaweza kujua jumla ulikuwa na ngapi, tangu mwaka uanze, zimetoka ngapi, zimebaki ngapi? Hizo zilizobaki unaziuzaje ili mwakani? Je, inawezekana ina ina kuna bidhaa ambazo ulileta mwanzoni mu, mwa mwaka e, e, e, mpaka sasa hivi bado zipo e, kwa kwa hiyo itakusaidia kufahamu bila shaka e, kama utahitaji tena kuzileta e, na hapo sasa, kama zilikuja mwanzoni mwa mwaka, maana yake sasa hapo zimekaa miezi kumi na moja, kwa hiyo hazina sababu ya kuendelea kuwepo. Kwa hiyo utaziangaa namna gani ya kuzitoa, pengine unaweza ukafanya punguzo la bei au ukauza kwa bando, ukitaka ngapi, shilingi ngapi? Hizo ni mbinu zote, sasa uwezi ukazitumia bila kujua hii imekuja lini na ime inaondoka siku gani. mm -hmm. mm -hmm. Jambo la pili ni kufunga hesabu kujua faida na hasara katika biashara yako, na hapa ni vizuri kufanya hivyo na tunaweka msisitizo kwa sababu uh, wafanyabiashara wengi wana, wanafanya biashara wanaendesha maisha yao, lakini wanatumia kile alichokuwa nacho. Yani ameuza ya baada, baada ya kupata ile fedha anatumia baadaye, anakuja kushtuka, ah, hivi inatosha mzigo fulani, ngoja niongeze mzigo. Lakini ukimuuliza katika biashara ambayo umefanya umepata faida kiasi gani, kwa mwezi ulipata shilingi ngapi, kwa mwaka ulipata shilingi ngapi, hajui kwa hiyo kwa nini uf ufunge hesabu? Ni vizuri uka ukaweza kufahamu faida yako ni shilingi ngapi kwa mwaka, kwa sababu unaweza kuta mwezi wa tatu ndo ulifanya vizuri sana mwezi wa tano wa sita wa saba kote mambo hayakuwa vizuri mpaka mwezi wa tisa, mambo hayakuwa vizuri kwa hiyo faida ambayo unasema unaif, unaif, unaifurahia ni faida ya mwezi mmoja. Kwa hiyo ule mwezi ulifanya nini? Kitu gani cha tofauti kilifanya ukapata faida kubwa? Hivi vitu vyote utaweza kuvijua endapo utakuwa una fanya kufunga hesabu, ili uweze kujua kwa mwaka kwao, kuna mwezi kwa mfano, kiutaratibu mara nyingi Disemba kwa wafanyabiashara ndio inakuwaga sherehe yani, kama ni duka sijui nguo, watu wengi sasa Krismasi, shamra shamra, wateja wanakuwa wana wengi sasa, hmm. Kwa hiyo kwa mfanyabiashara biashara usipo ukiwa unafunga mwaka utaweza kusema nimepata hela nyingi sana, kumbe hizi nyingi umepata Disemba, kuanzia miezi iliyopita haukuwa na fedha nyingi, kwa hiyo mwakani utajua Disemba uje kwa namna gani, uongeze mzigo mkubwa ili faida iwe kubwa. Hivyo vyote unaweza kuviboresha na kufanya mabadiliko kutokana na kipengele cha kufunga hesabu, na sio kwamba inategemea pia na biashara mm, ambayo, yeah, anafanya eh... Hilo ni muhimu sana, maana kwa wengine inaweza ikawa neema wakati huo, wengine wanasubiri eh, eh, na wengine si unajua, Januari kwa mfano wale wanaofanya biashara za Uh, vifaa vya shule Januari. Sasa wengine wanalalamika, wao ndo inakuwa <laughs> Uh, jambo la tatu kama mfanyabiashara muhimu kuzingatia ni kupitia mkakati wako wa biashara na uweke malengo ya mwaka ujao. Yani, upitie mkakati. Na tukisema mkakati kiufupi, tunamaanisha ni ile, ni ule mpango e, na zile mbinu ambazo wewe mfanyabiashara unaamini zitakusaidia kupata wateja na kufanya manunuzi a, kufanya uuzaji wa bidhaa zako zile rahisi mm -hmm. Na mkakati unatofautiana kati ya mtu mmoja na mtu mwingine, ko, kuna mwingine sasa, unaweza ukaa mwaka huu, pengine Hilda watu wanauza kupitia mitandao alikuwa akiposti Instagram, sijui anaeka sponsored ads, anafanya mauzo. Kwa hiyo lazima ukifika mwisho wa mwaka u, ujiangalie wateja wamekuja kwa namna gani. Pengine wateja wako wanataka uwapitie nyumbani mm. <laughs> <laughs> pengine wateja wako wanataka upitie ofisini, kwa hiyo inatofautiana, au pengine wateja wako wanatakiwa kukutana nao kwenye masemina, mfano unauza nguo official. Labda wanataka zile conference, uwe ufanye sponsor zile conference, uweke pale meza yako waone, watataka deliver. Kwa hiyo ni lazima ufahamu mkakati wa biashara yako, usiridhike na matokeo yaliokuwa nayo, endelea kubadilisha mkakati wa biashara yako kadri uwezavyo, ili uweze kupata matokeo yaliyo bora pale ambapo umeweka mkakati mm. Na unaona miezi mitatu imepita, kipindi fulani, kipindi fulani kimepita, au unafanya mm. kazi baada mm. ya muda gani unaweza ukafanya tathmini ili kubadilisha mm. Kwanza kabisa wewe mwenyewe una, unaupanga mkakati. Tunashauri ni vizuri ukaweka mkakati ndani ya miezi mitatu. Ukiweka ndani ya miezi mitatu ni vizuri wewe unafuatilia mm -hmm. Unakwama wapi? Changamoto ni nini? Wakati mwingine mkakati ambao unakuwa unaupanga kama mfanyabiashara ukiweka katika mazingira husika haukupi matokeo. Kwa hiyo unaweza kusema, aa wateja pengine mfano wanapenda m, yani tunasema bando buying, yani wanapenda ku kununua bidhaa kwa bando labda, mfano ni wadada, kwa mfano ofisini, ofisho uh mm -huh. -hmm. Eh, ukasema mimi najipakeja wadada, nauza suti ofisho, nauza na high heels nauza, ushaji pakeji unakuja ku, kupata wateja wako wanakuambia mi sitake viatu na sehemu yangu ya kununua mi <laughs> nipe tu. Sasa umeshafanya umeshafanya mauzo kwa jumla, kwamba nataka labda mfano laki tatu. Akinipa laki tatu, ndo nampa hii pakeji kwa sasa hapo ukishaanza kuona mirejesho mingi inakuwa inakukataa, maanake kuna kitu kinakwambia haijakaa sawa, pengine uuze tofauti. Mm. au wateja ule mkakati ulioweka hauko katika wateja sahihi. na hapo umezungumza kuhusu mrejesho pale mm. uh, ambapo mtu ana biashara ya huduma ama bidhaa mm. anauza mm. ni muhimu kiasi gani kusikiliza eh, mrejesho ule wa wateja wake. Wengine husikiliza na kufanya mabadiliko mm. lakini wengine huendelea bado na mipango yao bila kufanya ama kusikiliza maoni mm. ya wateja ni muhimu kiasi gani? Ni kweli Waswahili wanasema mteja mfalme <laughs> mteja mfalme. Sasa mfalme ndo unatakiwa umsikilize kwamba, uh, vizuri kwa mfanya biashara yoyote, ni vizuri ufahamu ya kwamba haufanyi biashara kwa, uh, kwa sababu yako, unafanya biashara kwa ajili ya watu wewe unatoa huduma au bidhaa, watu wanakupa fedha. Kwa hiyo wale wanaokupa fedha wao ndio wanaamua nini unataka. Na hata wanaoanza biashara au wa mi, nawashauri watu usi, usi, usianze na biashara. Mimi napenda nguo kwa sababu unapenda nguo. Mfanyabiashara eh, unakuta, eh, yeye ndo anakipenda ana hicho kitu <laughs> sasa wewe wewe unapenda una, lakini watu hawakihitaji. Sasa hapo lengo ni wewe kupenda au lengo ni, ni kupata fedha? Kwa sababu unatakiwa uuze kile ambacho watu wako tayari kukulipa, eh, mm -hmm. kwa hiyo ni vizuri kuboresha, hasa kwenye malalamiko kwa sababu Uh, watu wakiwa wanalalamika sana na wakiona hamna mabadiliko wanaama, na sasa hivi tuko wakati ambao tunasema tuna, tuna kuna competition. Kuna ushindani, eh, he, kuna ushindani. Hmm. Kwa hiyo wakikuona kwako huduma mbaya au bidhaa wanazilalamikia hazina mabadiliko, wanaama wanahamia sehemu nyingine. Kwa hiyo hiyo ni jambo muhimu sana hmm. eh, eh, eh, jambo la nne eh, ni kutunza kumbukumbu vizuri kama mfanya biashara tunza kumbukumbu zako vizuri. Kumbukumbu kumbu kama vile leseni, kumbukumbu kumbu za kodi na kadhalika. Na hapa tukisema kumbukumbu, kuna wafanya biashara eh, kwenye makadirio ya kodi eh. Hana taarifa sahihi, anafanya mauzo kiasi gani hana taarifa kwa sababu hawezi kutunza kumbukumbu kumbu vizuri. Lakini pia kumbukumbu zinakusaidia kwenye kufanya maamuzi ya data eh. Watu wengi wafanyabiashara wengi wanafanya maamuzi kwa hisia. Yaani sasa hivi navoona navojisikia, yeah. "Eh, nifanye kitu fulani." <laughs> Kwa hiyo wewe unaendesha biashara kwa jinsi unavyojisikia. Yani, yaani navojisikia, yaani nifanye jambo fulani. Mfano, unakumbuka kile kipindi cha korona? Mm. Wafanyabiashara baadhi walipata hasara kwa sababu wengi walikuwa wanaenda, ndio tunasema hapo umuhimu wa kuwa na data. Data kwako lakini data kufuatilia ile interest ya kitu unachokifanya. Mfano, mtu analeta kontena la sanitizer au barakoa kipindi ambacho tayari yani lockdown ishatolewa kwao, unaweza ukajikuta unaingia kwenye hasara. Ni vizuri wewe unatunza kumbukumbu, zitakusaidia kufanya maamuzi, hasa maamuzi makubwa yatakayokusaidia kuepuka gharama na hasara. mm -hmm. e kipengele kingine cha tano kufahamu malalamiko ya mara kwa mara na uyafanyie kazi. Na hapo tumezungumzia, ni vizuri kama mfanyabiashara uwasikilize wateja, kile kitu ambacho kimekuwa kikilalamikiwa mara kwa mara kifanyie kazi na utoe suluhisho, kwa sababu usipofanyia kazi, eh, wateja, wateja, wanahama <laughs> utawapoteza wateja. Kwa hiyo ni vizuri ukawatunza na kupata wateja. Yes. Wakati mwingine inaweza ikawa ni jambo rahisi la, lakini kumtunza endelee kununua ni jambo gumu sana. Kwa hiyo mm -hmm. jitahidi yule ambaye umempata mshikilie vizuri, kila anachokwambia kiko ndani ya uwezo wako, badilisha ili uweze kumfanya endelee. Vipi kama matakwa ya mteja hayaendani na mpango wa biashara? mm hapo -hmm. kuna kiasi sasa unasema ha. kuna vitu vingi. Unaona, kuna ile kauli, kwa sababu iko nje ya uwezo wangu mm -hmm. na mara nyingi tunasema hiyo ni watu wachache kwa sababu najua kuna watu ni complicated, yani by nature wao ni watu ambao yani wanakaa wana usumbufu ndani yao. Kwa hiyo wapo au wapogo, lakini hapa tunazungumzia kile ambacho kinaonge yani kinaongelewa na watu wengi. Ni kitu ambacho pengine baada skumbiri, ya siku mbili au kila siku nakisikia mara kwa mara, watu wanaalamika jamani, huyu mtu wenu wa delivery hafanyi vizuri au ana majibu mabaya. Wewe kama boss, ah Bwana mwache tu kwa sababu unakaurafiki au unamsaidia hivyo, ni vitu vidogo vidogo mtu anaona. Sasa mimi mtu wa delivery, pengine ni sio mwaminifu au anamweka mteja mda mrefu, anataka kuchukua bidhaa, anaambia nishakaribia kufika hapo, anasimama mda mrefu alafu atokoi. Kwa hiyo umekuwa umepata hiyo lawama au malalamiko kwa watu wengi, ulifanyie kazi kwa sababu hilo ni jambo linaweza kusaidia kupoteza wateja Mm -hmm. Na <laughs> kusaidia ah. <laughs> linaweza kusaidia linaweza likakuwa no. kumadhi <laughs> <Sasa. laughs> uh -huh. Jambo lingine la mwisho, fikiria namna nzuri ya kufanya mauzo mwisho wa mwaka mm -hmm. Fikiria namna nzuri ya kufanya mauzo mwisho wa mwaka, kama tulivyozungumza hapo awali tuko mwisho wa mwaka na eh, tuna tuko mwisho wa mwaka mwezi wa kumi na mbili, kuna Christmas kuna mwaka mpya kuna Boxing Day kuna sherehe nyingi ah. kwa hiyo watu wa, watu wana shamra shamra. Unawezaje sasa kuendelea kufanya mauzo eh? Unaweza ukafanya uh, promotion, punguzo la bei, unaweza ukauza kama vile nilivyosema kwa bando. Unaweza ukafikiria namna gani nzuri ili uweze kuwasaidia, uweze kujisaidia kupata wateja ili biashara yako iweze kwenda vizuri. Kwa hiyo vizuri kama mfanya biashara huu uh, kwa sababu ni mwezi wa mwisho na excitement ni kubwa, watu wana furaha eh. Na baadhi ya ofisi, kuna ofisi nyingine ambazo mwezi wa kumi na mbili wanatoa vibahasha eh, posho yeah. Fedha zinaongezeka. Kwa hiyo angalia, tafuta namna ambavyo unawezaje kuchukua fedha za watu ili mambo yaweze kwenda <laughs> hapa ha, ha, ha. Ni kwa upande wa mambo Uh, muhimu mm. ya kufanya kuna mm. yale mambo ambayo haupaswi kufanya mm. kwa upande mwingine kwa namna yoyote kama mfanya biashara hasa pale ambapo unataka kukuza biashara yako mm. ni yapi hayo? Uh, kwanza kabisa, uh, jambo la kwanza kama mfanya biashara ambalo haupaswi kufanya mfanya uh, biashara uh, usi, uf, usi, u, u, usi Yani, najaribu kuiweka katika namna ambayo mfanyabiashara kwanza kabisa uh, maamuzi ya kutumia hisia, maamuzi ya hmm, kutumia hisia, na kama pale nilivyosema, usifanye maamuzi makubwa sana kwa kutumia hisia. Una, unaweza ukakuta mtu anataka kuchukua mzigo wa Januari, eh, kwa sababu tu pengine aliambiwa mahali kutakuwa na faida au pengine aliona kuna mahali eh, mtu fulani alifanya alafu akapata faida, kwa hiyo na yeye anajiingiza kwenye hiyo biashara bila kuangalia vizuri. Kwa hiyo usifanye maamuzi makubwa bila ku, bila kuwa bila, yani, bila na data sahihi kwao jambo lote unalifanya. Kwa mfano watu wanasema nataka ninunue mzigo wa magauni, viatu eh. Jihakikishie vizuri hayo eh, maamuzi ambayo utakayochukua yasikuingize kwenye hasara, especially kama zile bidhaa za mwisho wa mwaka. Kuna watu wananunua miti ya Christmas eh, sijui yale mapambo kwa ajili ya mwisho wa mwaka, yale ni maamuzi ambayo usipouza mwaka huu mpaka mwakani tena, au, eh, au pengine mwakani kaja toleo jipya kwa kile ambacho umekichukua kinaweza kikakuingiza kwenye hasara. Kwa hiyo usifanye maamuzi makubwa bila data, usifanye maamuzi kwa kutumia hisia. Mm-hmm. Ehe, kama mfanyabiashara eh, usionyeshe kupuuza wafanyakazi na wateja wako hasa huu mwisho wa mwaka. Ehe, na hapa ndo maana kuna zile baadhi ya ofisi kunakuwa na sherehe za kufunga mwaka Ehe, baadhi ya ofisi wanakuwa na sherehe za kufunga mwaka mm. Uh, wengine wanatoa ofa kwa wateja wengine wanatoa ofa za bidhaa. Yote hayo kwa sababu ya nini? Kukusaidia kuonyesha eh, kwamba wewe ni wa muhimu katika ofisi na mchango wako ni muhimu mm. na hapa uh, usipuuze wafanyakazi wako, maana tumerudi kwenye kile kipengele cha kwanza, ni vizuri kufanya tathmini. Kama mfanyabiashara au mmiliki wa ofisi yoyote, ni vizuri kwanza kwenye tathmini ya mwisho wa mwaka ukajua huko na wafanyakazi wa namna gani. Unajua hata maofisini kuna aina tofauti tofauti za wafanyakazi eh. Kwa mfano mimi navyofanyaga training za wafanyakazi, kuna wafanyakazi aina nne tofauti. Labda niwataje tu kwa haraka: kuna wale ambao wako vizuri uh, kitaaluma au kiuwezo yani, wanadeliver vizuri wanafanya kwa ubora, mm -hmm. na wako vizuri, wanajua malengo ya kampuni, kwa hiyo huyo ukimweka ofisini yani lazima upate matokeo bora mm -hmm. safi kabisa, na hao ndio wale ukitaka kuondoka bosi anakuita vipi, Janeth, yani, shida ni nini hem, njoo tuzungumzie, <laughs> kwa sababu anajua ukiondoka pengo lako pale halizibiki yani, anaona atatumia muda mrefu sana kumweka mtu mwingine. Sasa wewe usije kumtishia bosi nataka kuondoka, kati uwezo wako hauko <laughs> Yani, e, yani yeah. Pengo lako linazibika kirahisi. Huyo ni aina ya kwanza. Aina ya pili ni ule mfanyakazi ambao ni ule mfanyakazi ambaye uwezo wake ni mkubwa eh, ana deliver vizuri, lakini kwenye upande wa malengo ya kampuni na maadili kiujumla yuko chini. Eh, huyo ni wale wafanyakazi ambao mfanya, eh, bosi anakuangalia asema, "Hivi kama ni recommend, kama nisi recommend anaweza ya kaniangusha." Yaani kuna mali anakuwa anakuamini. Kwa hiyo ukiona wakati mwingine baadhi ya wafanyakazi wanasema, "Jamani mimi bosi anipendi anipe fursa." Pengine huko hilo eneo, uwezo wako ni mkubwa, alafu kwenye maadili na tabia yani, haijakaa vizuri. Hmm. Mfanyakazi wa tatu aa, ni yule mfanyakazi ambaye kwenye maadili yuko vizuri, anajua malengo ya kampuni au biashara au taasisi, lakini uwezo wake ni mdogo na hao sasa ndio tunafanyaga training na hao nasema ni robo tatu ya wafanyakazi wa ofisi nyingi wanakuwa e, wanakuwa, wanakuwa hapo, kwamba kwenye maadili malengo ya kampuni yanaelewa, lakini uwezo hauko vizuri. Kwa hiyo inabidi ufanye training ili uweze kumsaidia aweze kukaa vizuri na akupe matokeo bora. Na huyu mfanyakazi wa nne, eh, usiwe wewe, mimi naamini sio wewe, mtazamaji <laughs> anakuaje huyu huyu wa nne bwana? Kwenye kudeliver kutoa matokeo hayuko vizuri na kwenye upande wa tabia hayuko vizuri kote kote, yani ni wale wa trouble maker ofisi, kwamba siku hata yani kwanza ikitokea kupunguza watu jina lake linakuwa la kwanza, huyu aondoke huyu. Au wakati mwingine bosi anasema huyu namwonea tu huruma, yani nikipata sababu naweza nikamuondoa. Kwa hiyo hizo ni aina nne za wafanyakazi ambazo mi naamini mtazamaji umeshajipata, na mi nakuomba ufike kwenye ile hatua ya kwanza, uwe bora kote kote, ukitaka kuondoka wakuulize shida ni nini, na mambo yaweze kwenda vizuri. Kwa hiyo kama bosi, kama mwajiri, mfanyabiashara, mtu yoyote ambao una wafanyakazi chini yako, ni vizuri ujue aina gani wafanyakazi. Kama ni ile aina ya tatu, kwamba uwezo uko vizuri, panga training, panga um, mafunzo mbalimbali, ili uweze kuwasaidia wafanyakazi wa wako wote, muweze kwenda na lugha moja, hasa mwakani tunavyoanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita, uje na matokeo ya kitofauti, kwa sababu wafanyakazi ndo wanasaidia katika majukumu ya kila siku na kupata matokeo. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, jambo la tatu kuepuka kama mfanyabiashara mwisho wa mwaka usitoe huduma chini ya kiwango kwa sababu ya pilika pilika za sikukuu. Mm -hmm. Na hapo sasa unakuta labda mwingine wateja wanakuzidia. E, ni vizuri ukafanya maandalizi. Tunasema maandalizi ni kitu cha muhimu sana. kama una wateja I mean, kama una wafanyakazi wawili na unajua duka lako na huduma unazotoa ni muhimu na wateja wanaongezeka kila siku, ongeza idadi ya watendakazi ili mambo yaweze kwenda vizuri, kwa sababu huduma chini ya kiwango inaweza ikapoteza kabisa wateja, ukajikuta hata wale ambao walikuwa wanakuja wakapotea kabisa. Kwa hiyo jitahidi eh, ku maintain, hakikisha huduma zako zinaendelea kuwa bora hata wateja wakiongezeka, hasa hasa mwisho wa mwaka. Mm -hmm. Na jambo la nne la kuepuka mwisho wa mwaka, usiache kukusanya nguvu kwa ajili ya mwakani unakusanya eh, nguvu <laughs> na hapa kwenye kusanya nguvu jamani, watazamaji, mimi niwaombe, jamani, tupate muda wa kupumzika mm. Eh, jipumzishe hata kati... tukua hata siku moja siku mbili. Unajua, tangu mwaka uanze yani, kuna mtu tangu Januari yani tu ni mchaka mchaka tu, ametoka nyumbani, ofisini, fanya maamuzi, unakimbizana na wateja, mbona yule hajahudumiwa? Wafanyakazi, mbona mmekaa hapa, mambo yajaenda ya. Yani muda wote anakimbia yuko mchaka mchaka. Kwa hiyo wewe pia ni mwanadamu, unahitaji mawazo mapya, unahitaji kupumzisha na hizo vyote ambavyo ulikuwa unafanya. Eh, kuna wengine ndio wafanya maamuzi wa mwisho, akili yako inatumika kwa kiasi kikubwa, pata muda ujipumzishe, unahitaji kupumzika, hela itakosekana. Ndio hapo tunasema sasa Je, uh -huh. kwamba unajua kuna watu wanafanya kazi siku zote jamani, hata gari inaendaga gere. Mwingine anasema anajitoa wakati huu ambapo wateja wanakuwa wengi, ili wakipungua labda atapumzika wakati huu. Ndio hicho nachomaanisha, kwamba jeke kuna watu hawapumziki jamani, uh -huh. Na unajua unapokosa muda wa kupumzika unakosa hata nguvu nguvu ya kwa sababu lengo la kupumzika eh, ukija ukipata ukishapumzika, maanake unakusanya nguvu, ukija kuanza upya unakuja kwa ubora na kasi zaidi. Kwa nini unakuta speed yako vile vile au uwezo wako wa kufikiri uko vile vile kwa sababu akili haijapata kutulia. Kwa hiyo jipe muda wa kupumzika yeah. Na sometimes mambo ya kuta kupumzika, watu wanaingia kwenye changamoto ya afya ya akili <laughs> hata afya tu ya, eh, ya mwili eh, unachoka. Kwa hiyo wewe bwana, ni mwanadamu, jipe muda of course. Usipojiambia upumzike, hakuna atakayekwambia upumzike. Kwa hiyo jiamulie wewe mwenyewe ku, kujipumzisha. Na hapo umesema awali mm. kuhusiana na kuongeza ile idadi ya watu na hata mm. mkiwa watu ambao mnaweza mkatosha mm. katika biashara kuna ile ya kupeana zamu ya kupumzika mm. ya yeah, bila shaka inasaidia kabisa maana, si wasema kwamba wote <laughs> <laughs> <laughs> wapumzikiwa wanaweza wakapeana hey, hey, waka zamu na mambo yakaenda vizuri kabisa. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Uh, ndio jambo hilo la nne katika mambo ya kuepuka kwa mfanyabiashara mwisho wa mwaka sasa. mm. Baada ya kufahamu haya mm. uh, ni nukuu gani ambayo unatuacha nayo hilo <laughs> Leo bwana, tunamaliza na nukuu yetu hii, nukuu ya kimwisho mwisho wa mwaka hii. <laughs> Leo tunamaliza na nukuu yetu ambayo inasema ya kwamba um, mwisho wa mwaka si kufunga tu, mwisho wa mwaka ni kujifunza kutoka kila hatua. Usiogope mwisho wa jambo, ogopa kukaa sehemu isiyo na ukuaji. Mm -hmm. Kwa hiyo mwisho wa mwaka si kufunga tu mwaka. Aha, ila ni wakati wa kujifunza kutoka kila hatua ambayo umepiga ndani ya mwaka huu 2025. Usiogope mwisho wa jambo, jambo ogopa kukaa sehemu isiyo na, na ukuaji. Kwa hiyo mimi nakutegemea na nakutarajia na mtazamaji e, na Hilda na wote ambao tuko studio hapa, kwamba mwakani tutakuja yeah, vizuri, kwamba hatufungi tu, ila tunapata nafasi ya kujitafakari tunapomzika, ila tunapoanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita tunakuja na ubora, utofauti, ubunifu na mambo yeah, yanakuwa mazuri kabisa, na nukuu hiyo <laughs> natoka kwake hiyo ni nukuu yangu hiyo. <laughs> <laughs> <laughs> ni nukuu yangu, nukuu yeah. inatoka kwa Janeth Soka, ni mchumi mtakwimu na mshauri wa maendeleo binafsi na fedha. Shukran yeah, sana Janeth, bila shaka ujumbe umefika, ikiwa ni uh, mambo muhimu yale ambayo mfanyabiashara anapaswa kufanya hasa wakati huu wa kipindi cha mwisho wa mwaka. Kubwa ni uh, fursa zinapatikana inawezekana zikaongezeka, mm, uh, lakini kuweka ama kutenga muda pia wa kupumzika mm, ikiwa ni jambo muhimu uh, lakini na yale yote pia ambayo umeeleza, tunakamilisha hivi. Asante Janeth Soka ni mtaalamu wa masuala ya uchumi. Kila Jumatano tunakuwa naye hapa kufahamu na kuzungumza mengi kuhusiana na masuala ya uchumi, uwekezaji, fedha na mengineyo.